Kwa hiyo tumepewa dhamana kwamba rasilimali hizi zitumike kwa kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Kwa hiyo tunaendelea kutoa salamu kwa wale ambao wanavamia, kwa wale ambao wanatumia rasilimali zisizopaswa kutumika, kinyume na utaratibu, bila vibali, bila ridhaa, hatutasita kuchukua hatua kali dhidi yao. Yako maeneo wanaingiza ng'ombe ambayo ni madhara makubwa. Yako maeneo changamoto ya kukataji mkaa. Leo tunafanya uzinduzi wa mradi huu kiutendaji, lakini umeanza kutekelezwa mwaka mmoja uliopita, Mheshimiwa Waziri, na kama ulivyoona kuna shughuli mbalimbali ambazo zishafanyika. Shughuli hizo ambazo zishafanyika tayari, kuondoa vitendea kazi kama ambavyo umevyona, tikitiki na magari tumeshaanza shughuli za kuimarisha miundombinu hususani barabara katika msitu, msitukuaio barabara nzuri kwa ajili ya kuwezesha shughuli za utalii kufanyika. Tuna ujenzi wa ofisi na vituo vya ulinzi wa misitu, mabanda ya kupumzika watalii ambao umeshaanza na unaendelea kama ulivyokagua, lakini tunazo shughuli pia za kuwezesha matumizi bora ya ardhi.